Habari, karibu katika Dirisha la Dunia TV. Mada yetu ya leo inasema umuhimu wa kujiajiri. Kujiajiri hakutegemei tu kwamba uwe hauna kitu cha kufanya. Ikiwa wewe uko katika ajira au uko ndani ya ajira, unaweza ukatumia muda wako wa ziada kuweza kufanya kitu ambacho kitaweza kukusaidia kukuongezea kipato kutoka pale ambapo upo na kwenda sehemu nyingine, kwa muda wako wa ziada. Basi hapa leo tuko na fursa kwako wewe, mwajiliwa, wewe gradueta, wewe ambayo uko nyumbani, mama wa nyumbani, au kijana ambaye uko nyumbani hauna kitu cha kufanya. Sikiliza chaneli hii ya Dirisha la Dunia TV. Hapa utaweza kupata njia bora ambazo zitakusaidia uweze kupata kipato chako nawe kuweza kuendesha maisha yako. Umuhimu wa kujiajiri: kujiajiri ni njia bora ya kujipatia kipato cha kujitegemea bila kutegemea ajira za watu wengine na hapa leo tuko na baadhi ya faida kuu cool, saba ambazo zitakusaidia kuweza kujiajiri. Kwanza jua faida hizi, na ikiwa tu, utahitaji uta, ikiwa tu utahitaji kujua namna gani utaweza kujiajiri, tafadhali sikiliza video hii hadi mwisho, lakini vile vile usisahau kusubscribe, kucomment, pia kulike, au unaweza ukatupigia simu kwa namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, ili tuweze kukusaidia namna ya kuweza kujiajiri. Faida ya kwanza ya kujiajiri, utapata uhuru wa kifedha. Unapojiajiri una nafasi ya kudhibiti mapato yako. Unaweza kuongeza juhudi zako na kuongeza kipato chako kulingana na bidii yako. Faida namba mbili, uhuru wa matumizi. Unapokuwa unapojiajiri, unakuwa na uwezo wa kuamua muda wa kufanya kazi, aina ya biashara au huduma unayoitoa, na namna unavyo tekeleza shughuli zako bila ushinikizo la mwajiri. Namba tatu, kubuni fursa za ajira. Unapojiajiri unaweza pia kuajiri wengine, na hivyo kusaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira kwenye jamii. Namba nne, ukuaji wa kitaaluma. Ukuaji wa kitaaluma na kibi, na kibunifu. Kujiajiri kunakupa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kuboresha ujuzi wako na kuwa mbunifu katika sekta yako. Namba tano: uhuru wa kiuchumi na kujitegemea. Kwa kuwa na biashara yako au kazi yako binafsi, unajihakikishia maisha yako bora bila kutegemea mshahara wa mwezi kutoka kwa mtu mwingine. Namba sita: kupunguza msongo wa mawazo. Unapokuwa umejiajiri, una udhibiti wa kazi yako, unapoku, unapata uhuru wa kupanga ratiba yako kwa njia inayokupa amani na kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na mazingira magumu ya kazi na kuajiriwa. Namba saba: kuchangia uchumi wa taifa. Wajasiriamali wanachangia pato la taifa kwa kulipa kodi na kuchochea maendeleo ya kisekta mbalimbali, hivyo Kujiajili ni hatua muhimu kwa mtu yeyote anayetamani kuwa huru kifedha na kuwa na maisha bora. Je, unafikiria kujiajiri katika sekta gani? Unaweza kututumia ujumbe kwenye comment kile ambacho unakifikiria wewe katika ufahamu wako ili nasi tuweze kujifunza kile ambacho unafikiria wewe na unaona, um, kuna umuhimu gani wa mtu kujiajiri mwenyewe. Hivyo basi, ikiwa unahitaji kujiajiri na hujui wapi uanzie na hujui nini ufanye, au una mtaji ambao labda unahisi ni mdogo, hakikisha unawasiliana nasi, tutaweza kukupatia njia sahihi za kuweza kujiajiri. Tupigie simu, lakini vile vile usisahau kusubscribe, comment pia ku like katika ukurasa huu wa Dirisha la Dunia TV karibu.